Utamu iko tu hapo juu, iko ndani utamu iko tu hapo kwa maharagwe hiyo. Oh, wanaume waache haraka ya kuingia, waache haraka ya kuingia na kupambu. Mtu akimuumiza raika hapa juu, waangalie tu hapa kwa huyu security guard hapo tu juu, hiyo tu maharagwe hapo, ndio raiko pole pole. Inafa, inafaa ichezewe na nini? Ni kidole, ni ulimi, ni inafaaje? Hasa ako kamaragwe, hey. Unacheza suna kakidole kamoja ka, kakidole tu kamoja kamoja tu, pole pole, maana anakuanga soft hasa, hey, hey. Ako kakidole kan, yaani hiyo ndiyo inamushanga penye penye nyege iko, yaani hiyo akili nachanganyikuwanga mpaka Roho Mtakatifu hapa anashuka. Ani hapo unaweza toa promises zote zenye hata ujui ni promise so, nini. Wewe ni nini umewahi promise ukiwa umeshikwa kama haragwe? Ni my promise. Ni promise, ndio wapi nitakubaiya haria. Aki. Na mwenyewe hata sina baiskeli. Sasa hiyo ukimpromise hivyo ndio anaendelea. Sasa promise promise hivyo hata hey. Yeye hiyo sasa umemchanganyikiwa, maana hasa hapa chini kwa kiuno, unamukamua unamunyonya vizuri, hata insted ya hata wewe mwanamke kulia my hey. yeah, oh my god oh oh. My god. <laughs> Na sasa yeye kwa sababu ata revenge. Sasa <laughs> unajua yeye hey. Afai kuwa na pupa, unaona? okay. Kitu ya kwanza anafaa kuwa mpole, mupole anafanya pole pole, asikuwa haraka wa kumaliza okay. Anafanya pole pole, pole, pole akienjoy akiona hey. Anataka kuenda haraka hey. Anatoa kidogo, kanapigwa na upepo, anarudisha hivi, anaanza kazi fresh. Kumbe kuna mpaka commercial break lakini sio hivi. Ndio unajitengeneza, umemaliza? Hapana, yaani hmm. Mtu anakufanya shot moja hey, lakini imesavu shot tano, yani mpaka mwili inatetemeka tu, wewe unatetemeka una, yaani nakwambia mtu anakufanya mapenzi mpaka unatetemeka tu, na ni shot moja hivi.